Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, karibu sana kwenye Yanayojiri Mitaani TV, mahali unapopata elimu bora ya afya moja kwa moja kutoka mitaani. Leo tunakuletea mti wa ajabu, mlonge, unaoitwa pia mti wa maisha. Mti huu una nguvu kubwa za kutibu na kuimarisha mwili. Je, unajua faida zake? Endelea kutazama ujifunze faida kumi kubwa za mlonge kwa afya ya binadamu. Majani ya mlonge, faida ya kwanza, hushusha kisukari. Majani ya mlonge yanasaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa watu wenye kisukari. Chai ya majani ya mlonge au unga wa majani haya ni tiba asilia inayosaidia kudhibiti sukari bila kutumia dawa kali. Faida ya pili, hupunguza shinikizo la damu. Mlonge una potassium na antioxidant ambazo husaidia mishipa ya damu kupumzika, hivyo kupunguza presha ya damu. Watu wenye presha ya juu wanashauriwa kutumia mlonge mara kwa mara. Faida ya tatu: huimarisha kinga ya mwili. Mlonge una vitamin C, vitamin C, vitamin A, E, na madini kama zinc ambayo yote huimarisha kinga ya mwili na kuzuia magonjwa ya mara kwa mara kama mafua, kikohozi na maambukizi. Faida ya nne Husaidia akili na kumbukumbu. Virutubisho vilivyoko kwenye mlonge husaidia kazi ya ubongo na huongeza uwezo wa kukumbuka. Wanafunzi na wazee wanaweza kuf, kunuf, kufaidika sana na mlonge kwa uwezo huu. Faida ya tano, dawa ya maumivu na, na kuvimba. Mlonge una kemikali za asili zinazopambana na maumivu na kuvimba mwili. Husaidia kwa maumivu ya viungo viungo, miguu miguu, mgongo, hata maumivu ya hedhi kwa wanawake. Faida ya sita: husaidia kusafisha damu. Chai au unga wa mlonge husaidia kusafisha damu na kuondoa sumu mwilini. Hii inafanya ngozi kung'aa na kusaidia mwili kuwa na nguvu na afya njema. Faida ya saba, huongeza nguvu za kiume na uzazi. Mlonge huongeza mzunguko wa damu sehemu za uzazi na huchochea nguvu kwa wan wanaume. Kwa wanawake husaidia kurubutisha mayai kuna kuboresha afya ya uzazi kwa jumla. Faida ya nane husaidia kupunguza uzito. Kwa kuwa mlonge husaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula na hufanya mtu kushiba haraka, husaidia pia kupunguza uzito wa mwili kwa njia salama ya asili. faida, Faida ya tisa huimarisha mifupa na meno. Mlonge una kalsiamu nyingi sana kuliko maziwa. Husaidia mifupa kwa imara, meno kuwa na afya na kuzuia kuumwa na kujaa kwa miguu. Faida ya kumi, ni dawa asilia ya magonjwa mengi. Mlonge umetumika kwa miaka mingi kutibu zaidi ya magonjwa mia tatu, kuanzia homa, malaria, vidonda vya tumbo, kuvimbiwa na hata matatizo ya ngozi. Mtazamaji na msikilizaji Yanayojiri Mitaani TV. Kwa hivyo, mlonge si mti wa kawaida, ni hazina ya afya. Unaweza kutumia majani yake kama chai, unga wa kuchanganya kwenye uji, au hata kula majani mabichi. Je, wewe unatumia mlonge? Tuambie kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kulike, kusubscribe na kugonga kengele ili upate video nyingine bora kama hii. Hii ni yanayojiri mitaani TV. Tunakuletea elimu ya afya kutoka mitaani hadi nyumbani kwako. Hii ni yanayojiri mitaani TV.